Wale wanaomcha Mungu wanapokea baraka. Kwa kichwa hiki cha mahubiri, hebu tujifunze neno la Mungu. Miaka elfu mbili iliyopita, Yesu Kristo alizungumza na mtaalamu mmoja wa sheria. Alimuuliza Yesu, katika torati ni amri ipi iliyo kuu? Yesu alitoa jibu la wazi kabisa. Alisema nini? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Alituambia tumpende Mungu. Leo tufikirie kuhusu neema ya wazazi wetu wa mbinguni. tuliwekewa kufa Mungu alikuja katika dunia hii akararua mwili wake akaimwaga damu yake msalabani na akavumilia mateso badala yetu. Hivyo tunapofikiria maisha ya Baba yetu wa Mbinguni na Mama wa Mbinguni, tunatambua kwamba tukielewa sheria zote, tunaweza kumpenda Mungu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Sheria inazileta sehemu hizi zote pamoja. Wale ambao hawajui kanuni hii wanaweza kufikiri, sheria inarejelea tarehe isiyo wazi au sherehe fulani, lakini Biblia inasema upendo ni nini. Upendo ndio utimilifu wa sheria. Tunapaswa kuwapenda na kuwaheshimu baba na mama yetu. Mungu anawaongoza watoto wake kimya kimya kwenye njia ya injili kwa subira na upendo usio na mwisho. Hii ndiyo maana Yesu alimpa jibu hili yule mtaalamu wa sheria, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Leo tunapaswa kutafakari juu ya kiasi gani tumempenda Mungu wakati tunatembea njia ya imani. Mungu pekee ndiye anayebeba mizigo yote ya watoto wake na anatembea njia ya injili kimya kimya. Hivyo natumaini kwamba leo tunaweza kuelekeza uangalifu wetu kwake na sio sisi wenyewe. Ijapokuwa tumefundishwa kumpenda Mungu, tunaishi maisha yetu tukijijali wenyewe kuliko Mungu. Sasa tukibadili mtindo wetu wa maisha kutoka ubinafsi na kuzingatia kumpenda Mungu, tunaweza kuwa wale wanaomcha Mungu. Ufalme wa mbinguni ni mahali ambapo watu kama hao huenda na wanaweza kupokea cheo cha watoto waliosalia wa huyo mwanamke. Ndiyo maana Mfalme Solomoni aliandika katika Mhubiri, ubatili mtupu, ubatili mtupu, ubatili mtupu, kila kitu ni ubatili. Ingawa alifanya kila kitu alichotamani, moyo wa Solomoni haukuridhika. Hivyo alitambua kwamba kila kitu hakina maana. Walakini pia alitambua kwamba kuna jambo moja tu ambalo sio bure. Ilikuwa nini? Ni kumpenda Mungu. Katika Mhubiri imeandikwa, mcheni Mungu. Walakini kumcha Mungu hakuwezi kutoka mahali pa kutompenda Mungu. Mhubiri inatufundisha kwamba ijapokuwa kila kitu katika ulimwengu huu kinaweza kukosa maana, kumheshimu baba yetu na kumpenda mama yetu ni wajibu ambao wanadamu wanapaswa kutimiza. Hili ndilo Yesu alilotufundisha, na Solomoni anayesemekana kuwa na hekima iliyo kuu zaidi pia alifikia hitimisho hilo hilo. Tukitoa muhtasari wa kilele cha imani yetu, kila kitu kinatuongoza kuwapenda baba na mama yetu, yaani kuwapenda wazazi wetu wa mbinguni. Tuangalie Mathayo sura ya 22 Tuangalie Mathayo sura ya 22 mstari wa 34. Sura ya 22 mstari wa 34. Mafarisayo waliposikia kwamba Yesu alikuwa amewanyamazisha Masadukayo, Mafarisayo wakakusanyika pamoja. Mmoja wao mtaalamu wa sheria akamuuliza swali ili kumjaribu akisema, mwalimu, ni amri ipi katika sheria iliyokuu kuliko zote? Yesu akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Tuendelee na Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13. Tuangalie Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13. Hii ndiyo jumla ya maneno; yote yamekwisha sikiwa: Mche Mungu, nawe uzishike amri zake, maana ni nini? Kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Biblia ya Kiingereza inafafanua kama wajibu ambao wanadamu lazima watekeleze. Biblia inatufundisha kwamba wajibu huu ni wajibu muhimu zaidi ambao lazima tutimize. Ujumbe huu upo ndani ya muktadha ule ule wa maneno Yesu aliyomwambia yule mtaalamu wa sheria, na kulifanya fundisho linalokamilishana: Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Yesu alitangaza kumpenda Mungu kama amri ya kwanza. Solomoni pia alisema katika Mhubiri sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maneno mengine, kila mtu lazima atimize wajibu huu, lakini watu wengi leo hawaishi maisha ya aina hii. Wakati mwingine sisi pia tunasahau neema ya Mungu na kuzingatia magumu, vikwazo au changamoto ndogo tu zinazowekwa mbele yetu tunapokabiliwa na majaribu fulani ya maana. Wakati huo tunasahau kuhusu neema ya Mungu ambayo inafanya kazi nyuma ya pazia kutatua matatizo yetu yote. Ingawa ninaamini kila mmoja wetu ana matatizo yake mwenyewe, hebu tusikazie juu yao, bali tutafakari kwa mara nyingine juu ya jinsi Baba na Mama yetu wamekuwa wakituongoza kwa upole kwenye ufalme wa mbinguni, wakitatua matatizo yote. Kwa kufanya hivyo, hebu tumshukuru na tumtukuze Mungu kwa haya yote. Mfalme Solomoni alitambua kwamba mambo yote ambayo wanadamu hufuatia ni ubatili. Kazi zote chini ya jua, tamaa ya mali na tamaa ya kidunia, kufuatia maarifa, vyote havikuwa na maana. Baada ya mambo haya yote kupita, hakuna kinachobaki. Hatimaye alitambua kwamba hayakuwa na maana, walakini alisema kwamba kuna jambo moja ambalo siyo bure: kumcha Mungu na kumpenda Mungu. Kuwa na imani kama hiyo ni wajibu wetu mkubwa zaidi. Pia Yesu alitufundisha kwamba amri kuu na ya kwanza ni kumpenda Mungu. Waefeso sura ya sita inatufundisha kuhusu jambo hili tena. Tuangalie Waefeso sura ya sita mstari wa kwanza. Waefeso sura ya sita mstari wa kwanza. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana kwa kuwa hili ni jema. Waheshimu baba yako na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate baraka na uishi siku nyingi duniani. Ni jambo la asili kwamba tunapaswa kuwaheshimu wazazi wetu wa kimwili. Kwa kuwa mambo ya dunia hii ni mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni degettjiman, vipi kuhusu wa wazazi wetu wa mbinguni? Lazima tusisahau neema yao. Tunahitaji kuelewa aina ya maisha ya kiroho ambayo Mungu ameishi kwa ajili yetu na kwa nini alivumilia maumivu msalabani. Kwa sababu ya matukio mbalimbali mbali, mara nyingi tunasahau kuhusu mambo haya, lakini hebu tuielekeze mioyo yetu kumwelekea Mungu hata kwa siku moja tu. Lazima tukumbuke upendo ambao Baba ameweka juu yetu na upendo wa dhabihu isiyoonekana ya Mama. Kaka na dada, sheria ni toleo lililofupishwa la upendo wa Mungu. Tunaposema tunashika siku ya Sabato, Pasaka na siku kuu saba katika nyakati tatu, mara nyingi watu husema ah, wafuasi wa sheria. Walakini ni kwa sababu hawaelewi sheria ilitungwa kwa ajili ya nini. Sheria ilifanywa kwa njia ya damu. Damu inaashiria dhabihu ya Mungu. Ni nini kilichomo katika dhabihu? Tunaweza kuona upendo wa Mungu kwetu na kwa wanadamu wote. Katika agano la Kale, wanyama wote waliotumika kwa ajili ya sadaka ya dhambi, sadaka za amani na sadaka za kuteketezwa wanamwakilisha Baba na Mama, sivyo? Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni waliwekwa kwenye madhabahu ya sadaka za kuteketezwa mamia ya maelfu ya mara kwa ajili yetu. Kupitia mchakato huu Walianzisha agano jipya na kufanya njia kwa ajili ya dhambi zetu kufanyiwa upatanisho. Kwa hiyo hata mwanadamu mmoja hapaswi kuchukua neema kubwa ya Mungu ya ukombozi kirahisi. Haikufanywa kirahisi kwa njia yoyote. Leo tuchunguze sheria za Mungu za uzima katika Biblia nzima ambazo Baba na Mama wameturuhusu Hatimaye, kupitia upendo na dhabihu ya Baba na Mama, sheria ya Agano la Kale ilianzishwa. Mungu aliona kwamba sheria ya Agano la Kale haitoshi, na hivyo akaianzisha sheria ya agano jipya, sheria kamilifu ya ukweli. Yesu alipoulizwa, katika torati ni amri ipi iliyo kuu, Yesu alitoa muhtasari wa sheria kwa kauli moja, Mpende Bwana Mungu wako. Tuhakikishe hili kupitia Kumbukumbu Kumbu sura ya nne Kumbukumbu sura ya nne Tuangalie Kumbukumbu sura ya nne mstari wa tisa sura ya nne mstari wa tisa Mwe waangalifu na makini, ili msije mkasahau mambo ambayo mliaona kwa macho yenu wala kuyaacha yaondoke moyoni mwenu siku zote za uhai wenu, mwafundishe hayo watoto wenu na watoto wao baada yao. Mstari wa kumi. Kumbuka siku uliosimama mbele za Bwana Mungu wako kule Horebu, wakati aliponiambia wakutanishe watu mbele yangu, wasikie maneno yangu, ili kwamba waweze kujifunza Wanapaswa kujifunza nini? Kuniheshimu, yaani Mungu, kwa muda wote watakaoishi katika nchi, nao waweze kuwafundisha watoto wao maneno hayo. Watu hawajui kwa nini walikuja hapa duniani au kuelewa dhabihu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Wanafikiri tu kwamba mwanakondoo alipaswa kutolewa dhabihu asubuhi na mchana kama sadaka ya kawaida ya kuteketezwa. Lazima tuelewe maana iliyo nyuma ya matendo haya na kile Mungu anachotaka kuwafundisha wanadamu. Ikiwa tunaelewa kiini cha ukweli na sheria za Mungu kutoka agano la kale na agano jipya, basi tunaweza kuelewa kwa nini Yesu alisema Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu tena ni ya kwanza. Huu ndio ukweli. Labda baadhi ya waumini wanaweza kufikiri, siku ya saba Sabato tunakuja kanisani tukiimba nyimbo mpya, tunasikiliza mahubiri na kusali, kisha kila kitu kimemalizika. Kwa maana halisi, kanuni ya ibada iko hivyo. Walakini ni nini kinachosababisha ibada iendeshwe kwa namna hiyo? Haikutukia tu. Ijapokuwa inaweza kuwa rahisi kwetu kuishika lakini Mungu hakuiumba siku ya Sabato kwa urahisi. Kwa maelfu ya miaka kulikuwa na sadaka za kuteketezwa siku ya Sabato. Katika enzi ya sheria ya Mose ilishikwa kwa muda mrefu wa miaka 1500. Baada ya maumivu hayo yaliyosababisha kifo chake, sisi tulijaliwa nini? Agano jipya lilipewa. Basi, dhabihu ya mnyama ya sabato inamwakilisha nani? Je, si ni Baba yetu wa mbinguni na Mama yetu wa mbinguni? Na vipi kuhusu kwenye kila siku kuu? Hata kukabili kifo mara moja kunaweza kutuacha tusiweze kuepuka kiwewe chake. Agano jipya lilianzishwa kwa kupitia maumivu ya mauti maelfu ya mara. Edison alipitia kushindwa mara nyingi kabla ya kuunda balbu. Je, watu hawaonyeshi shukrani zao kwa Edison kwa kuifanikisha kupitia juhudi kama hiyo? Hata walimpa cheo cha mfalme wa wavumbuzi. Fikiri kuhusu juhudi Mungu wetu aliyofanya kutupa uzima wa milele. Tunaiadhimisha Pasaka tu kwa kula kipande cha mkate na kunywa kikombe cha divai, na kwa urahisi tunaishika Sabato kwa kuja kuabudu mara moja kwa juma. Hata hivyo, ili kutujalia hadi ya kiroho ya Sabato, Mungu alipitia kazi kubwa mno na kumwaga damu yake msalabani. Lazima tusisahau hili kamwe. Kwa nini Solomoni alisema kwamba kila kitu ni ubatili isipokuwa kumcha Mungu na kumpenda Mungu? Kuonyesha upendo kwa Mungu Baba na Mungu Mama ni jukumu muhimu zaidi kati ya majukumu yote ya wanadamu ni wajibu wa juu kabisa ambao lazima tutimize. Wanadamu wote lazima kabisa wafanye hivi. Bila kuelewa hili, baadhi huja tu wakiimba nyimbo mpya na kusema nilihudhuria ibada leo. Hii siyo sababu ya sisi kuja kuabudu. Tukichunguza maana hiyo kwa undani zaidi, ni kupitia ibada tunatangaza nampenda Mungu tukiwa tunatafakari juu ya dhambi zetu zote za zamani na kutafakari dhabihu ya Baba na Mama ilikuwa kubwa kiasi gani hadi dhambi zetu zisamehewe. Tunakusanyika hapa ili kujikumbusha kuhusu hili. Tunapaswa kutoa shukrani, utukufu na sifa za milele kwa Baba na Mama yetu kwa kubadilisha njia yetu kutoka jehanamu ya milele kwenda ufalme wa milele wa mbinguni. Yungunan,, wa, Kresa, ndiyo maana katika kumbukumbu imeandikwa kwamba tunapaswa kuwafundisha watoto wetu jinsi ya kumcha Mungu. Ikiwa watoto hawawezi kuelewa kweli hizi za kina, tunapaswa angalau kuanza kwa kuwafundisha kwamba lazima tuishike Sabato na Pasaka. Kwa hiyo kwa kuwa Sabato ni wakati wa sisi kutoa shukrani zetu kwa njia ya ibada kwa Mungu, hebu tuje Sayuni na tuseme Baba na Mama, je, mlivumilia maumivu mengi kuanzisha agano jipya kwa ajili ya wokovu wetu? Je, mlipitia majaribu haya yote? Kwa sababu ya neema hiyo tunaelekea ufalme wa mbinguni. Utukufu na sifa ziwe kwa mungu milele. Baba na mama, tunawapenda milele. Hii inapaswa kuwa hisia isiyosahaulika katika maneno yetu na roho zetu. Tuendelee na kumbukumbu -kumbu sura ya sita, sura ya sita mstari wa ishirini na nne. Kumbukumbu sura ya sita mstari wa ishirini na nne. Bwana akatuagiza tutii amri hizi zote na kumcha Bwana mungu wetu ili tupate kustawi na kuendelea kuwa hai kama ilivyo leo. Sababu ya Mungu kutuamuru kushika maagizo haya yote ilikuwa kutufanya tumche Mungu, yaani kumpenda Mungu ni maneno yenyewe ya Yesu. Mpende Bwana Mungu wako. Hili lilifanywa ili kwamba siku zote tufanikiwe kwa kumpenda Mungu. Kwa kuwa watu wa ulimwengu hawajui hili, wanasema tu, tofauti ni nini kati ya Jumamosi na Jumapili? Hata hivyo, tunamtumikia Mungu katika amri za Mungu kuna damu, dhabihu na upendo wake, jambo ambalo hawalijui. Hivyo tunapaswa kufanya nini hasa? Alisema tuikumbuke siku hii Watoto wa mbinguni lazima wasisahau kamwe maneno yake ya dhati, kuikumbuka siku hiyo na kutoisahau. Kwa hiyo, haijalishi mahali tulipo, ni lazima tusizisahau amri za mungu kamwe. Hii ni sawa na kuusahau upendo wa Mungu. Kwa sababu hii, mungu anafanya nini kwa wale wanaosahau Pasaka? Mtu huyo hana budi kukatiliwa mbali na watu wake. Watu hufikiri maisha hutokea huenda mara moja ukaruka sikukuu ya Mungu. Walakini katika ulimwengu wa kiroho, je, hizo si maagano na ahadi za Mungu ambazo yeye mwenyewe alianzisha? Je, hazipaswi kuungwa mkono hata na mfalme? Mfalme anaweza kufanya kila kitu, lakini kuna mambo hawezi kufanya. Mfalme hawezi kukiuka kile kilichoamriwa na amri ya kifalme. Hivyo, ili tusianguke kutoka kwenye sheria, anatupa amri mfululizo kwa bidii kushika Sabato, Pasaka, na sikukuu saba katika nyakati tatu, na kusali kwa bidii wakati wa sala. Tunaweza kushiriki katika wakati wa sala usioonekana kama jukumu tu. Siku ya Sabato pia lazima isishikwe kwa sababu ni wajibu tu. Tukifikiria upendo wa Baba na dhabihu ya Mama, kwa mara nyingine tena tunapaswa kusema asante. Ili halikutimizwa kwa siku moja au mbili tu. Je, Mungu hajaanzisha kazi ya ukombozi ya miaka elfu sita na amekuwa akiishi maisha kama hayo kwa maelfu ya miaka ili kuwaokoa watoto wake? Kwa shukrani, utukufu na sifa za milele kwa Baba na Mama, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.